Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumamosi, karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu. Tunalipata kat, kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya ishirini na saba aya ya kwanza hadi ya tano na ya kumi na tano hadi ya ishirini na tisa, na injili tunaipata kwa mwinjili Matayo sura ya tisa aya ya kumi na nne hadi ya kumi na saba. Ntaisoma Injili. Wanafunzi wake Yohane walimwendea Yesu, wakasema, kwa nini sisi na mafarisayo twafunga bali wanafunzi wako hawafungi? Yesu akawaambia, walio alikwa harusini wawezaje kuomboleza muda bwana harusi akiwapo pamoja nao? Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi ndipo watakapofunga. Hakuna mtu atiae kiraka cha nguo mpya katika vazi kuukuu, maana kile kilichotiwa huondoa kipande cha lile vazi na pale palipotatuka huzidi. Wala watu hawatii divai mpya katika viriba vikuukuu, na kama wakiitia vile viriba hupasuka, divai ikamwagika, na viriba vikaharibika, bali hutia divai mpya katika viriba vipya vikahifadhika vyote. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika kitabu cha Mwanzo, hii sura ya 27 tunakutana habari ya mtoto wa Ibrahimu pekee aliyekuwa anaitwa Isaka. Isaka akiwa katika umri wa uzee wake alipofuka, alikuwa ana watoto wawili, mkubwa alikuwa anaitwa Esau, na mdogo alikuwa anaitwa Yakobo. Hao watoto wakiwa tumboni mwa mama yao, mashindano yalitokea tumboni humo, wakawa wanapigana mpaka mama yake ikabidi mama yake Rebeka akaenda kumuuliza Mwenyezi Mungu, ya nini mateso haya? Mwenyezi Mungu akamwambia, ndani ya tumbo lako kuna mataifa mawili na mdogo atakuwa ni mkubwa, na huyo atamiliki hadi malango ya adui, na mkubwa atamtumikia mdogo. Mashindano yakatokea hadi siku ya kuzaliwa, akatangulia Esau, lakini alipokuwa anatoka Esau akawa ameshikiliwa kisigino na Yakobo. Baba yake Isaka katika uzee wake akampendelea sana Esau, na madai pia mama yake e, ambaye alikuwa anaitwa Rebeka, akampendelea akampenda sana Yakobo. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anajua siri ni nani atakayekuwa mkubwa kati ya hawa wawili. Isaka, ikafika kipindi cha kuweza kutoa baraka, akamtuma mwanaye huyu Esau aende katika mawindo, akamtafutie mnyama mzuri aje ampikie ale na baadaye aweze kumbariki. Mipango hii akaisikia Rebeka, mama yake Yakobo na Esau. Wakati Esau akiwa polini huko, ndipo huku nyuma huyu Rebeka akaandaa chakula na baadaye akampelekea mwanaye taarifa hizo kwamba mpelekee baba yako, akamweka ngozi ya yule mnyama aliyoko amemchinja katika mikono yake na baadaye alipoenda kwa huyu Isaka Yakobo alivyompelekea chakula, Isaka alipokula kile chakula akambariki, ingawa alikuwa ana wasiwasi mkubwa, akasema kwamba sauti ni ya Yakobo lakini ngozi au mwili na manyoya anayoyaona haya ni ya Esau. Twajifunza mambo gani? Ya kwanza, kusudi la Mwenyezi Mungu mwanadamu hawezi kulizuia, kama Mwenyezi Mungu alivyokuwa ameongea na Rebeka kwamba mdogo atakuwa ni mkubwa, atamiliki malango ya adui na mkubwa atamtawa, atatawaliwa na huyu mdogo Yakobo. Yakobo ilibidi achukue baraka hiyo. Isaka akataka kuweza kuzizuia hizo baraka kwa kumbariki Esau. Mwenyezi Mungu aliruhusu upofu utokee kwa huyu e, Isaka ili aweze kutekeleza kusudi la Mwenyezi Mungu na hilo ni fundisho kubwa sana kwamba upofu ambao ulikuwa umemkuta Isaka ulitokana na Mwenyezi Mungu ili asiweze kuona anambariki nani. Na baada ya kuweza kumbariki Esau akambariki Yakobo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mungu aweza kuruhusu jambo litokee katika maisha yako, aweza kuruhusu upofu utokee, aweza kuruhusu mtu mwingine aondoke ili kusudi ya Mwenyezi Mungu ambalo alikuwa ameliandaa ndani mwako liweze kutimia. Angalia kwa ajili ya kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji, Mwenyezi Mungu aliruhusu ububu utokee kwa Zakaria, ambaye yeye alikuwa amembishia malaika. Kuna baadhi ya watu wengine, Mwenyezi Mungu ameruhusu kitu fulani kitokee kibaya kwa baadhi ya ndugu zako kwa ajili kufanya wewe uweze kufika mahali ulipo, na ulielewe hili kwamba Mungu anatujua na hadi baraka ambazo anazozipata hata kama alikuwa amezipata baraka kwa hila za mama yake na danganyifu, lakini kusudi ya mwenyezi mungu ilikuwa limetimia na akabarikiwa. Tunajifunza mambo gani? Ya kwanza, baba na mama wazee, mjifunze kutoa baraka kwa watoto. Baraka za wazazi zinaweza zikawafanya watoto waweze kufikia katika ile kusudi hilo. Na la pili, mama, ukipata changamoto yoyote ile ya mtoto akiwa tumbani, muulize mwenyezi Mungu, usali. Ongea na Mwenyezi Mungu aweze kuongea na wewe juu ya hatima ya huyo mtoto aliyeko tumboni. Na ukiongea na Mwenyezi Mungu akakupatia mpango huo wa mtoto aliyeko tumboni, mwako utabarikiwa na utakuwa una amani. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.